Halo. Eh eh, mambo vipi? Sasa mbona vipi na leti leti down? Ah, ona nizingua bwana. Ni tayari nishalipuka kwa raha zangu. Nimeshaje tia maisha. Huna kaka kama sindi kwa mimi nakusubiria kutoka shangapi, maskini ya Mungu. Mimi nimeshaelewa ni kwa chakara. Halafu wewe bweke tu mbona unanizingua zingua? Eh, una wazimu. Una wazimu wewe. Mimi nakwambia kasukukuu bado kanasonga. Nakwambia kasukuku kama naisi. He, siyo mchezo bwana ogo, maisha sio mchezo. Hebu kaangalia baba. Kwa raha zangu kwa raha zangu bila problem. Sio mchezo

Ni kulafu sana ndani ya muyoni na kumisi. Alafu bweke tu. Alafu unaonekana unamchikaji mali ulipo. Mbona basi uiji? Eh, ndio manake sasa mwenyewe. Kakombichi mwanangu. Umeona hey hiyo? Hutajiju kama ujakula nyama baba itakumwaga chini. Aya, duniani mwanangu <coughs> Aya e duniani, duniani. Ona je, enjoy maisha kama ujadedi maskini ya Mungu. Hii siri ni <coughs> ya Mwenyezi Mungu. Ni hela ni za kwako mwanangu hikiisha, <coughs> amsangareli tu. Tutajiju mwaka huu <coughs> okay. Tunangoja tarehe moja tulipuke zaidi umeendanganya, <coughs> no problemu.